katiba yetu ya nchi inamlinda mtoto lakini pia tuna sheria za haki za watoto child act, tunayo hiyo. Tuna sheria nyingi tu, lakini kitu kingine ni kuhusu kwenye sheria tuna pia tuna maadili unajua eh, lakini maadili ya mtoto kujilinda na kujilinda mwenyewe kwanza tu, tu, yani, tukienda kwa mfano kama shule yeah. mtoto tunapenda kumuuliza wewe, unahisi mlinzi wako wa kwanza ni nani? Unajua eh? Watoto wengi wa anasema huyu baba, mwingine mama, mwingine watasema Mungu. Kila mtu atakuwa na jibu lake mm -hmm. Lakini huwa tunawambia kwamba mlinzi wa kwanza wa mtoto ujue, ni mtoto peke yake mm -hmm. Kwa sababu tunawambia um, ukiwa shule mtu akikuita sasa hivi akakwambia njoo, nikununulie chips, mtoto mzuri eh? ukitoka shule huwa unapita hapa kwa nkoo uchukue sijui ucheze PlayStation au sijui ufanye nini yani, chochote kile anekiona, wa kwanza ni mtoto mm. kwa hiyo mtoto ndo anaweza akasema yes to that au akasema hapana pia mm -hmm. umeona hii eh? mm -hmm. Kwa hiyo yeye anatakiwa ajitambue, ajue ni nani mm -hmm. ili aweze kujilinda, kwa sababu sisi wengine tunaweza tuka, yani wewe unaweza kashangaa, umeona mtoto labda ameingia kwenye PlayStation, ndo kumwambia, unafanya nini hapa muda wa shule lakini yeye ndio wa kwanza kuridhia au yeye ndio wa kwanza kuona hatari. Mara nyingi ndio inavyokuwa hivyo. Jamii kama jamii, kwanza iwe na ushirikiano, isichukuliwe kwamba ile ni ah, si mtoto fulani yule mama yake kwanza hatatusalimiani au sijui nini. Yani jamii tukishirikiana tutatengeneza watoto wazuri sana, tutatengeneza watoto wenye maadili, wenye kila kitu, lakini tuwe tuna ushirikiano, tutoe ushirikiano. Kwa kuona jambo la mtu yoyote kwamba ni jambo linaweza likasikilizika na linaweza likafanyiwa kazi, kwa sababu unakuta hata kosa limetokea, tunaenda mpaka polisi, lakini wazazi ndo wanarudi nyuma tena ano. Wanasema ah, unajua alifanya vile, ni mjomba, hii ni aibu kwenye familia ano. Sasa ikisha kuwa vitu vya hivyo, una, yani hata kama mtu umesimama naye nguvu zinakuisha sasa, wewe kama watoto, watu wamerudi nyuma watu wanaongea, sasa hivi tunaongea kifamilia, akati tunaona mtoto ndo yupo kwenye hatari, kuna mzazi anakubali kupewa hela akijua, ili hali kwamba ile hela haiwezi ika hela haiwezi ikathaminisha ika, ika, ika utu wa mtu unajua, kwa yule mtoto ana maisha ya baadaye, maisha yake mbeleni atakuwaje? Ndio maana kuna watu wengine watakushangaa wamekuwa wakatili sana, ni kutokana na vitu hizi childhood traumas ambazo amezipitia huku akiwa mtoto kwamba mjomba mimi leo alikuja labda akanibaka um, lakini nyumbani walisema nisisemi. Au unakuta mama anaishi na baba wa kambo wa huyo mtoto, baba wa kambo anamrudia mtoto, lakini una, anasema, eh, ni mama aliambia, ole wako, tutafukuzwa hapa, hatuna sehemu ya kwenda. Yule mtoto anakuaje baadaye? Um, anakuwa na roho ngumu. Kwa kumalizia kwenye upande wa watoto, ningependa kusema kwamba tusiwatenge tutenge muda tuweze kuwasikiliza. Yaani mtoto tumpe, tumpe nafasi na tuwatie moyo. Hata endapo mtoto akidondoka akifanya chochote kitu uh, kugomba, unaweza ukagomba, ndiyo, haikatazwi, na mapigo pia kwa mtoto pia hayakatazwi, lakini kila kitu kiwo kina kiasi kwa hiyo tuwajengee tu tuwa urafiki. Unakuta mtoto watoto wa design nyingi sana wanafanyiwa ukatili, labda hivyo wa kijinsia, lakini mtoto anakuwa hasemi chochote kwa sababu hatuna urafiki, au kuna kitu ambacho anakuta huko nje ya nyumba, shuleni, sijui barabarani, hatuwape watoto nafasi ya wa tuwasikilize. Kwa hiyo tungekuwa yaani, ninatoa rai au wito kwa wanajamii kwamba tupende kuwasikiliza watoto wetu na tuwe marafiki kwao.